Nilipigiwa tu simu mdogo wako yuko simu fulani ameumia, lakini sijajua kabisa kitu chochote kilichomkuta na ilikuwaje. Hatuna habari, sijafahamu kabisa, yani mpaka dakika hii, yani sijafahamu kabisa kitu chochote. Nilipata tu habari za msiba, lakini hatujui ni kitu gani ambacho kimesababisha hiyo nani tukio na mpaka yeye kupoteza maisha o yaani, hatujajua kabisa kwa undani ni kitu gani ambacho kimesababisha kifo chake. Mimi <coughs> <coughs> hapa mi sijawasiliana naye wakati anakuja, ila tu tulisikia kwamba kuna harusi sehemu na yeye ndo anakuja kusherehesha hiyo harusi. Kwa hiyo wakati anakuja na mahali alikofikia tulikuwa hatujui a tulisikia kwamba anakuja Dodoma lakini habari za kwa, kwa kujua ya kwamba hiyo harusi inafanyika sehemu gani na yeye atafikia wapi hata sikuweza kujua. Jana <laughs> alingia Dodoma jana, mimi nilipigiwa simu ilikuwa saa nane, na kaka yetu ambaye anakaa huko Dar es Salaam ndio akanijulisha habari za tukio lilompata, lakini sababu jana tulikuwa na hali nzuri ya kupata habari na hata kuulizia ilikuwaje, na imetokea ime, ime nini yaani, hatukupata mawasiliano mazuri, kwa sababu kila mtu alikuwa katika hali mbaya o <coughs> walienda <coughs> wali hospitali, walimkuta, wanasema walikuta na majeraha ana majeraha mgongoni, yaani ya meusi, yaani mgongoni ana mabaka meusi tani. <coughs> hatu hatuelewi, atuelewi kwa kweli, nashindwa kuongea. Ima kipenzi cha watu, mdogo <laughs> wangu, umeondoka na ucheshi wako, umeondoka na tabasamu lako Kipenzi cha watu, uliniita dada dada kipenzi. Nani ataniita mimi dada kipenzi? Ima kipenzi cha watu, ima mondoka na tabasamu lako. Ima ndakuona wapi mdogo wangu? Ndakuona wapi mimi? Ima uliniambia dada, nitakuja nyumbani tuonge kila siku, ndakuambia ima mbona uko bize ya uji. Ima leo nakuja kwako, umenyamaza mdogo wangu.